Mm -hmm. Dada Naomi, karibu sana. Asante sana, nahongera sana kwa kupata nafasi yetu ya, ya, ya keshia na accountant. Asante, madam mm yemtupe CV yako kwa kifupi, taaluma yako. Kwa majina, anaitwa Naomi Edward Mwakalinga na umri mm wa -hmm. miaka ishirini na saba mm -hmm. Nimesomea akaunti mm -hmm. Kuanzia certificate mm -hmm. diploma mpaka digrii. okay. E, nimesoma TIA okay. Ndiyo, na nimemaliza digrii yangu mwaka huu, mwaka huu ndio nimemaliza, ndiyo. Eh, uzoefu kidogo wa kazi uzoefu kidogo wa kazi ninao. mm -hmm. Niliupatia wakati nipo field, nilifanya field wakati niko certificate mm -hmm. diploma pamoja na degree. Mm -hmm. Lakini pia mbali na field, mm -hmm. nilipata nafasi ya kufanya kazi mm -hmm. na kampuni ya inaitwa Hana company mm -hmm. ni wa China mm -hmm. nilifanya nao kazi pale na customer service ndio mm. Kwa hiyo kwa vigezo vya hii kazi ambayo mm. ulikuja kuiomba, kwanza, ilikuwa inahitaji mtu mwenye sifa gani? Kazi ilikuwa inahitaji mtu ambaye mm. anaijua accounting program moja hapo ambao huyo madam anataka nikafanyie kazi mm. ni THL accounting mm -hmm. ambao mimi naijua mm -hmm. lakini pia inahitaji mtu ambaye ni mwaminifu kwa sababu mm -hmm. ni swala la kushika hela ndio mm -hmm. alafu mm -hmm. pia inahitaji mtu ambaye anajua hesabu mm -hmm. na mwenye accounting skills ndio. Okay. Kwa hiyo, hiyo kazi hiyo, fursa uliiona wapi? Fursa niliona TikTok, nilikuwa tunaangaliangalia TikTok nikakutana na hiyo fursa, nikaifungua hiyo peji siku hiyo, nikaangalia vizuri, nikaona pale chini kuna maelezo kwamba kama unahitaji kazi hii, tuma message yako. Nikatuma message, nikaitwa kwa ajili ya interview, nikafanya interview ya kwanza na interview ya pili, na nashukuru Mungu nikapata, mkaniita kwa ajili ya training, ndiyo kwa hiyo ni, ni rahisi tu hivyo kwamba yale maelezo tunayosema kwamba tuma meseji eh. Mwingine anaweza kuona kama tuma meseji kuomba mm. kazi kweli, unajua. <laughs> Eh, watu washazoea mambo eh, marefu ya kizamani yeah. Kumbe sasa hivi mambo ni mepesi tuutuma eh, meseji gani? Mi nilituma meseji WhatsApp nilisema tu habari, naitwa dada Naomi. mm -hmm. Nilitaja majina yangu full, naitwa dada Naomi, nikaorodhesha mm -hmm. na vile vigezo ambavyo viko kwenye ile tangazo la kazi mm -hmm. Ee, nikasema mimi vigezo ninavyo, nitafurahi zaidi kama nitapata nafasi ya kufanya kazi na nyinyi mm -hmm. Ndio nikatumiwa meseji kwamba hongera dada Naomi, tunawakaribisha ofisini kwetu kwa ajili ya interview mm -hmm. ndio. Naomba urudie tena hapo, kwa sababu kuna watu wengi inawezekana wana sifa za kupata kazi tunazotangaza mm -hmm. Lakini kwanza, huwa nahisi wao wanachukulia wanachukulia masihara mm -hmm. Kwa sababu mtu anaweza kutuma meseji mambo au yeah. halo Eh, au nimeona kazi yaani hivyo, yeah, tuipo eh, eh, yaani tu anachukulia simpo hebu. <laughs> wewe Naomi mpaka yaani, tangazo lile ulivyoliona mm. na ulivyotu approach yaani, ulivyofata yale maelekezo mm. na ukajibiwa na ukaja mm. kwenye interview mbili umesema e, nataka ili waamini kwa sababu unajua mm. watu wengine kwenye hii mitandao mm. wanachukulia ah, kila kitu ni utapeli. mm. e, e, tupe wewe experience yako jamani na niseme hii kazi ilikuwa mshahara shingapi? laki tano? Hebu tupe experience, arudia hapo, kwa lengo la, la mm -hmm. kuwasaidia mm -hmm. wale wengine ambao wanapita kwenye peji zetu, lakini mm -hmm. attention hawape, naona wanachukulia, wanaona labda tu ni yani, kama siyo serious. yani kama haiwezekani yeah. kama you know, nataka uongee nao vile ulivyofanya wewe na ukafanikiwa. Ah, tunapoona tangazo la kazi mm. inabidi tuchukulie serious. mm. Sio kila mtu anafanya utapeli. mm. Especially mi niliona kwenye akaunti yenu ya Joyce Kileo official mm. na kwa sababu nilikuwa nakufuatilia muda mrefu tangu kipindi kile cha Wanawake Live mm. kwa nilivyoona nikasema, okay kazi itakuwa ni ukweli okay. lakini hata kama hauna uhakika mm. try, kwa mimi nikasema ngoja nijaribu mm -hmm. na ukiwa unatuma message ya kuomba kazi mm. jaribu ku specify usitume tu short habari mm -hmm. naomba kazi inakuwa ak unatakiwa useme habari labda naomba kazi fulani, mimi naitwa fulani na vigezo moja mbili tatu. mm. kwa unapotuma ile maombi, hata wale unaowatumia unaona Mm. anahitaji kazi na anajielewa, kwa anajielewa, sababu amezingatia tangazo aliloliona, mm. na ameandika hivyo vigezo anavyo anavyo. Umeona hata mm. e, rais pia kwa ajili pia inawapa mm. urahisi sana e, sisi kuna message nyingi sana hatujibu mm. e, nataka tu niwaambie mm. ukweli mm. watu wetu wanaojibu message zile namba tunatumiwa meseji nyingi sana yeah. Lakini sasa ili meseji yako tuichukue kwa, kwa umakini mm, ni lazima na wewe uwe ume tuchukulia kwa umakini kwele, ume take time kusoma mm, kuangalia nani tangazo linasema nini mm, tunahitaji mtu mwenye sifa gani mm, na wewe utuandikie kwa kufuata kile tunachokihitaji. ukifanya kio Hivyo lazima tutapea attention, utaona kabisa huyu mtu anajielewa, ngoja mm, tumuite kwenye interview yeah. kwa hiyo wewe ulivyotuandikia mm, ukaandika vigezo, sifa, u... andika sifa nilizokuwa nazo, Kulingana na kulingana na lile tangazo, na lile tangazo. Yani, Thank baada ya hapo ukajibiwa, nikajibiwa kwamba mm -hmm, naongea na dada Naomi, tunakuita kwenye interview kituoni kwetu mm -hmm, Tegeta Nyuki mm, na baada ya hapo ukaja kwenye interview, nikaja kwenye interview, nikafanyiwa interview ya kwanza mm -hmm, nikaambiwa tutaendelea kuangalia taarifa zako mm -hmm. kwa sababu watu wengi ambao wanahitaji nafasi ni na, mm, na niliambiwa kwamba nyinyi ni watu ambao mnafanya kazi kwa makini. mm. um, amwezi kuwapa watu ambao wanawapa kazi, watu ambao hawaelewi. Kesho na keshokutwa utamtoa wapi mteja kwa sababu sisi <laughs> na, changamoto. E, e, na sisi tunataka nyinyi mwende mkawe mabalozi, utakapokuwa kwenye ofisi ya bosi mm. wako wale wateja wake mm. na marafiki zake mm. watasema umemtoa wapi Naomi? e, yeah. Na yeye sasa atasema ah, nilimpata kule Ndivyo tutakavyotengeneza wateja zaidi. Kwa hiyo lazima na sisi tuwe makini, hatugali tu kazi ovyo ovyo, umeliona. Jua, Saro ni mume wangu, ana experience kubwa, amefanya kazi na wazungu muda mrefu. Kwa hiyo kiukweli, ana input kubwa kwenye hii na weka ta, nini professionalism mm. Uh, kwa kiwango kikubwa nafikiri mnajua interview mnazofanyiwa. <laughs> Watu wote waliokuja kwenye interview zetu wanajua anachokisema na <laughs> nafikiri na zinawajenga pia interview zake zimekuwa mm. zinawajenga, zinawafungua zina mm. jinsi ya kuweza kujieleza jinsi ya kuweza kuomba kazi mm. uh, yeah, kitu ambacho pia ni changamoto kubwa sana, sana kwa watu wengi sana. mm. magraduate wengi wa, wanaokujaga hapa kuomba kazi mm wengi hawana uwezo sana wa kujiuza ku, ku, umona yaani, mm. mpaka mtu unawezekana kweli kazi, kazi unaiweza lakini, sasa upande mmoja ambao hawajaufanyia kazi vizuri ni namna ya kuweza kujiuza upate ile kazi, upate ile e, kazi. kwa hiyo nafikiri hapo ndipo mm. uh, mkurugenzi wetu Aron ana, ana, ana, ana mchango mkubwa sana kwenye, sana na uzuri mm. ni kwamba mtu akija kufanya interview mm. hata kama hana vile vigezo kitu mm. ambacho nilipenda kutoka kwenu ni kwamba mnamwelekeza namna kwamba siku nyingine ukiitwa kwenye interview, natakiwa mm. unajua moja mbili tatu mm. na ukiulizwa hivi, jitahidi kujielezea hivi kwa mm. mnatusaidia pia kujiongezea confidence mm. na namna ya kujielezea kwenye interview. Yeah, ndio hiyo tunaita mm. interview slash training ndicho ambacho uh, mm. anakifanya sana Aaron mm. anakifanya vizuri kabisa ile eneo. Yeah, so wewe umepita sasa, maana mpaka tunafika kwenye interview <laughs> hapa. Hii sasa ni ya kukupongeza <laughs> kwa kupata hiyo nafasi eh, lakini pia labda kwa wewe sasa kutuahidi mm. kwamba kule unapokwenda mm. kwenye hiyo kazi ndiye, tutarajie nini? Aa, kwa kweli madam, napoenda kwenye hiyo kazi niwaahidi tu, sitawaangusha mm. Nitafanya kazi kwa weledi, mm. na kama tangazo linavyosema nahitaji mtu mwaminifu mm. kwa sababu ile ni swala la hela, kuna mm. nawaahidi nitakuwa mwaminifu mm. nitafanya kazi vizuri kama bosi anavyotaka mm. ndio sitawaangusha kabisa, na mimi nataka nisisitize kwenye eneo la uaminifu mm. kiukweli vijana wengi wamekuwa wanatuangusha wa kwenye hilo eneo mm. Vijana wengi wanatamaa wanataka mafanikio ya haraka mm. Kwa hiyo wanapokabidhiwa hizi nafasi ambazo ni za kucheza na hela mm. Walio wengi wamekuwa sio waaminifu. Kwa hiyo, hiyo hiyo ni naisema kama changamoto kwenu mm. E, na kwako pia kwa sababu nakwenda kwenye kipengele hicho. Ndiyo. Kwa kweli kitakacho kufanya ufanikio kwenye maisha yako moja aminifu. ya sifa kubwa kabisa ni uaminifu. Sawa. Na ili uweze kuwa mwaminifu lazima uwe na hofu ya Mungu kabisa. Kama una hofu ya Mungu utoboi. Hela ina nguvu kubwa sana, sana. E, kwa hiyo jitahidi sana, sana sana sana kumweka Mungu wako mbele akusaidie, na ndio maana tuliambiwa tuombe utuokoe na ausitutie katika vishawishi amona yo. Hiyo ni muhimu sana, ni muhimu sana yaani, ili uweze kuutoboa lazima umweke Mungu mbele. Bila Mungu utoboe y yeah, wasichana wengi wanaoanguka mm. Si, ni ni kitu kimoja tu hawajamuweka ah, Mungu mbele. Ukimuweka Mungu, eh, Mungu mbele atakusaidia. Mm. Ukiwa ni mtu mwaminifu, utatoboa maisha yako yote, utafanikiwa kabisa. Popote pale watu watapenda kufanya kazi na wewe. Kweli, na utaona ukipiga hatua. mm. Lakini ukiwa ni mtu mwenye tamaa mm. au utoboi Tapata hapa siku mbili tatu wanaanza kuona hasara, wanaanza kuona mm, unajua mambuwa tabia ya, ee, ya mtu haijifichi, utaficha ficha ee, siku za mwanzo, lakini mtu tu atagundua kwamba huyu mtu ana uaminifu <twe> mtu akisha kuona tu una, una uaminifu hata, mm, hata kama ulikuwa ni mchapa kazi kiasi gani, hmm, ukisha kosa element ya uaminifu hmm, ni kitu kibaya, mtu awezi kukutoloreti. Mtu anaweza kutoloreti labda uvivu kidogo Yaani sasa nazungumzia, yani hata sisi hapa tunaweza tukakaa na mtu ambaye sio mchapakazi sana, mm. lakini unajua mtu ni mwaminifu. Lakini mwaminifu. Mtu awe ni mchapakazi sana lakini sio mwaminifu, mm. ukae naye. Kabisa. Unanielewa? Hicho ndio nataka nisisitize mm. kwa upande wako wa, wewe, lakini kupitia wewe mm. kuwapelekea ujumbe vijana. Vijana wengi wanaangushwa e, mm. na swala la tamaa. Tamaa. Tamaa na kukosa uaminifu. Jamani, na njia pekee, suluhisho pekee, ni kuhakikisha unakuwa ni mtu wa imani sijui yeye. mm -hmm. Kama wewe ni Mkristo, basi hakikisha Yesu yuko ndani yako na mm -hmm. amekupa Roho Mtakatifu atakae kuepusha na hizo tamaa. Uridhike na kile unachopewa, kile ambacho kama ni mshahara wako, ridhika nao kwa mm -hmm. sababu tamaa ni ni vile unavyotaka kujisikia yani, unajua kwani mwisho wa siku Unataka, unataka kupata haraka haraka. Yes, yani ni kwamba tu kuna <laughs> hali fulani hiyo mm. hali ambayo unataka kujisikia ukipata hela nyingi mm. unaweza ukajisikia hata ukiwa huna hela nyingi kabisa yaani e, ni hali mm. fulani ya peace of mind kuwa na amani mm. furaha. Duniani unajua watu wanatafuta nini? Wanatafuta mm. furaha amani. Sindio? Mm. ni furaha na amani kwani hizi hela zinatupa nini? Peace, na. of mind kwamba nikiumwa nitaenda hospitali. <laughs> e. na ilu, na ili Sasa ili uridhike mm. jitahidi uridhike kwa Mungu wako. Yaani ile kila anachokupa mm. useme hiki kinatosha mm. Mungu kwanza, vingine vyote ni ziada. Kwa sababu mwisho wa siku naoni utakufa unaacha. Unaona watu wanapigania mali ambazo watakufa wanaziacha mm. What is the point? Hakuna <laughs> Jitahidi kwenye biashara hey, hey. tumepoteza vijana hapa mm. walikuwa wanapigania nini mwisho wa mm. siku, mali zimebaki na zitaendelea kubaki, cha muhimu ni wewe kama kijana uwe na peace of mind. Mm. umtangulize Mungu, jitambue, wewe jiridhika kwanza, then hivi vitu vinavyokuja ni ziada mm. Yani ni ziada, ukiwa uki hivyo utagusa cha mtu mm, na utaridhika na kila hatua ya maisha yako. Hiyo ndo meseji sa yangu. Asante sana, nakutakia kila laheri, ukawe balozi ili tupate oda nyingi zaidi za marafiki wa bosi wako, wanahitaji wafanyakazi e, vijana wazuri. Na mimi nataka niwe mtu ambaye, taasisi ambayo ita create vijana wenye hofu ya Mungu kabisa. Mm. Asante madam. Nashukuru sana kila la heri, na asante no.